Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amezikemea Iran na Israel kutokana na madai kwamba mataifa hayo mawili yameshindwa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoasiwa na Marekani saa chache baada ya kuanza utekelezaji wake. Muda mfupi kabla ya kupanda ndege rasmi ya Rais Air Force One kuelekea katika mkutano mkuu wa NATO mjini Hague, Trump alikuwa na haya ya kusema kusema. Hawa nifurahishi wote Iran hainifurahishi lakini, sifurahishwi zaidi na Israel ambayo inafanya mashambulizi asubuhi hii kwa sababu ya roketi moja tu ambayo hata haikutua, ambayo huenda ilifyatuliwa kimakosa, haikutua. Sifurahii hilo. Kimsingi, tuna mataifa mawili ambayo yamekuwa yakipigana kwa muda mrefu, tena kwa nguvu, lakini hayajui yanafanya nini hasa, unaelewa? Trump alitangaza usitishaji wa mapigano hayo hapo jana usiku baada ya Iran kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al Udeid mjini Doha, Qatar. Iran na Israel walipewa saa 6 kukamilisha kile rais wa Marekani alichokiita mipango yao ya mwisho. Kilichofuata ni mashambulizi makali zaidi dhidi ya Iran tangu kuanza kwa vita. Wizara ya Afya ya Iran imesema watu mia sita na sita wameuawa katika muda wa siku kumi na mbili zilizopita. Wakati huo huo, watu wanne waliuawa baada ya kombora la Iran kushambulia jengo la ghorofa huko Barsheba kusini mwa Israel. Nchi zote mbili zilishutumiana na kukuendeleza mashambulizi ya anga. Hata hivyo, usitishaji wa mapigano kwa sasa unaonekana kuendelea. Huyu hapa mwandishi wa BBC Gary O'Donoghue. Ulimwona Trump wakati akiondoka kwenda kwenye mkutano wa NATO akiwa amekasirishwa sana na Israeli kuhusu hatua yake baada ya kutangazwa kwa usitishaji vita. Muda mfupi baadaye alichapisha kuwa yote yalirejea, usitishaji wa mapigano ulianza tena. Tumesikia hivi punde kutoka ikulu ya Marekani kwamba inaonekana Rais Trump na Benjamin Netanyahu wamezungumza, inaonekana kuna mabadiliko fulani yametokea. Sio jambo la ajabu kwa usitishaji vita kuanza kwa vurugu kidogo, na nafikiri wanatumai kwamba ndivyo ilivyo hapa kwamba ni hali ya vurugu upande wa mipaka kuhusu muda na kuhusu kinachoendelea kijeshi, na kwamba baada ya muda fulani mambo yatatulia. Hicho ndicho wanachokitarajia. Kufahamu zaidi yanayojiri, inaungana moja kwa moja na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiwa katika studio zetu jijini Dar es Salaam. Rahbi, karibu. Sasa usitishwaji wa mapigano, japo wa mashaka, kati ya Israeli na Iran unaashiria nini? Uh, ilikuwa itokee kitu kama hiko, kwa sababu si jambo jipya. Hawa tayari ni maadui wakubwa, uh, lakini usitishaji huu ambao ulisimamiwa kwa kiwango kikubwa na Marekani uh, umetuonyesha upande wa pili ni kama vile kuwa Trump alikemea zaidi Israeli kwenye haya mazungumzo kwa sababu anaamini alianza kuzungumza na Israeli usiku wakati Irani inafanya mashambulizi kwenye kambi ya Marekani kule Udeid. Lakini wakati huo, makamu wa rais JD Vance na mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Mark Rubio, pamoja na mwakilishi Steve Witkoff walikuwa wakipishana kuzungumza na wawakilishi wa Qatar pamoja na Iran kwenye usitishaji. Kwa hiyo ni kama Netanyahu alishakubaliana na Trump mwanzo, lakini baadaye akaenda kufanya mashambulizi muda wa saa kumi, saa za Afrika Mashariki, ndani ya Iran, na Iran wakajibu muda wa alfajiri kwenye saa uh, kumi na moja hivi, ambao yalipelekea vifo vya hawa watu wanne kule Beersheba. Kwa hiyo Trump anamlaumu Netanyahu kwa kuvuka mstari, kwa sababu tayari walikuwa wamekwishakubaliana, lakini yote kwa yote kuwa tunaona kuwa mwelekeo umekuwa ni mzuri na usitishaji unaendelea. Mm -hmm. Hapo hapo, katika kusitisha hayo makubaliano unaona kuna utayari wa kweli na kuaminika kati ya mataifa hayo hasimu katika kufanikisha makubaliano hayo ya kusitisha vita hivi vinavyoendelea. Bila shaka wote walikuwa wamekwisha kuchoshwa na hii vita na kwa sababu ukiangalia kila mmoja alikuwa anaweza kumfikia mwenzake. Irani alikuwa anaweza kupiga ndani ya Israeli hata kwa makombora machache yanafika, lakini Israeli alikuwa anaingia kwenye anga ya Irani, anapiga anapotaka. Kwa hiyo wao walikuwa wamechoshwa. Siku moja kabla, hata vyombo vya habari vya Marekani viliandika kuwa Israeli ilikuwa ikitafuta makubaliano ya kumaliza vita kabla hata ya bwana Trump hajaenda. Lakini tayari, waziri wa kigeni wa Irani Abbas Arachi, katika ziara yake kule Uturuki pamoja na kwenda Moscow, alikuwa ame kawazi kuwa Irani iko tayari kumaliza mzozo wake ikiwa itaacha kushambuliwa na yenyewe haitojibu. Kwa hiyo tayari nchi zote zilikuwa ziko tayari, kwa sababu tayari zilikuwa zimechoka na zimepata hasara kubwa kwenye vita. Rahbi, bila shaka mzozo huu unatoa kitisho cha usalama kwa kanda nzima na dunia kwa ujumla, unauelekeza wapi iwapo hali itaendelea hivi ilivyo? Kwa sasa kitisho kinaweza kuwa kiko mbali kidogo, lakini kitisho tumekiona jana baada ya Irani kurusha makombora kule Qatar. Unajua jiografia ya Qatar ilivyo na nchi ilipo yale, mako, yale mashambulizi yalikuwa yanaonekana karibu nchi nne jirani. Unaweza kuona Saudi Arabia, unaweza kuona kutokea Imarati, lakini ukiwa Bahrain pia unaona na ukiwa Qatar unaweza kuona. Kwa hiyo ilikuwa imeleta kitu kama hofu kwa watawala ambao ndio wafadhili wakuu wa uchumi za magharibi. Kwa hiyo unaona kuwa pressure ya haraka licha ya kuwa Qatar ndio wao walioshambuliwa kwenye kambi ya Kani, lakini ndio kwanza walisimamia mazungumzo kuhakikisha kuwa vita vinakuisha. Kwa hiyo tunaweza kusema kama tishio limepungua ukilinganisha na siku na saa 48 zilizopita. Mm -hmm. Mzozo ni mkubwa huu, unaweza kuwa na athari gani kwa bara la Afrika, rabi? Uh, um, mzozo ni mkubwa kwa Afrika ungekuwa na athari kubwa kama Irani wangechukua uamuzi wa bunge lao ambao uliamua kufunga mfereji wa Hormuz, mfereji ambao asilimia 21 ya mafuta yanapita hapo, na sisi Afrika ndio tunategemea zaidi, lakini ni mfereji unaopitisha gesi ya LNG kwa asilimia 30. Sasa uh, unaweza ukahisi kuwa uzalishaji wa mafuta nusu, karibu nusu ya uzalishaji unaozalishwa mashariki ya kati ungefungwa mfereji wa Hormuz, kwa hiyo hatari ingekuwa kubwa zaidi kwetu Afrika. Ni kama vile tumeanza kuepuka na hili baada ya kuona mambo yamerudi kwa mazuri. Na kwa ufupi tu, Rahbi pi, unayoona mataifa haya Iran na Israel siku moja yakiwa yana uhusiano mzuri na kuacha kulumbana kama tunavyoona kwa sasa? Ah, bado iko mbali kidogo kwa sababu uh, Irani hajatoka kwenye njia yake na mstari wake na Israeli hajabadilisha kile anachokiona kwa sababu ukirudi kwenye msingi hasa wa matatizo ya Iran na Israeli unarudi pale Palestina. Uh, Irani bado wanaendelea kusaidia Palestina na bado wanasema kuwa wataendelea kuwasaidia na Israeli imekuwa ikipingana na nchi yoyote ambayo inataka kusaidia Palestina. Kwa hiyo ili kutatua tatizo la Irani na Israeli ni lazima urudi kwenye msingi au kwenye mzizi wa matatizo lenyewe ambao ni Palestina.